Kaleb. Nani atatuokoa? Upo? Habari ya shule? Sawa. Ona hii kofi yake akini macho. Ni nini hicho? Ni Sparlock, mchawi shujaa, mchawi shujaa. E, rafiki yangu alinipa hata na video yake. Oh, rafiki yako alikupa hmm. Inaonekana imekufurahisha kweli. Basi njoo huku ule kitu sawa? Kaleb, nani anapenda uchawi? Yehova au shetani? Shetani. Kweli. Uchawi ni mbaya. Yehova anauchukia. Je, kweli ungependa kucheza na kitu ambacho Yehova anachukia? Unakumbuka tulichojifunza katika ibada ya familia? Huyu ni nani? Adamu na Hawa. Kweli walimtii Yehova? La, walimwasi Yehova na akakasirika sana. Kwa hiyo, itakuwaje usipomtii Yehova na kucheza na kitu anachochukia? Unafikiri Yehova atafurahi au atakasirika? Atakasirika. Ndio. Unataka Yehova akasirike? Hapana. Sitaki Yehova nikasirikie. Hata mimi sitaki wakukasirikie. Kwa hiyo, utafanya nini na kitu hiki? Caleb, umefanya vema. Umenifurahisha sana. Unajua nani mwingine amefurahi? Ndio, Yehova anakupenda sana kwa kumtii Caleb. Hey, unajua nataka kufanya nini? Nini? Kuendesha baiskeli wazi? Haya, twende.